Habari za asubuhi na ujambo, karibu kwenye TV ya kupendwa ya Saidi TV Media. Mimi naitwa MDJ ya kumi uh, na sita. Leo nimekuletea habari kumhusu video vixen uh, ambaye anafamika kwa jina la Amber Ruty Eh, kutoka Dar es Salaam. Uh, ukipewa nafasi ya kuzungumza na Amber Ruty kitu gani kitakuwa cha kwanza kumwambia? Hiyo <laughs> ndio caption yetu leo. Dar es Salaam, ikiwa ni Juni 2025 katika kipindi ambacho mitandao ya kijamii imekuwa sehemu kubwa ya maisha ya watu maarufu nchini Tanzania, majina kama Amber Ruty hayawezi kupuuzwa. Amber ambaye amewahi kuwa gumzo kwenye majukwaa mbalimbali kutokana na maisha yake ya wazi, video zenye utata, na mahojiano yenye mvuto ameendelea kujizolea mashabiki na wakosoaji kwa wakati mmoja. Swali ambalo limeibuliwa hivi karibuni mtandaoni ni ukipata nafasi ya kuzungumza na Amber Ruty ni kitu gani cha kwanza ungemwambia? Wengi wanaotafakari swali hili wamekuwa wakitoa maoni yanayotofautiana. Baadhi wanamtazama kama mtu aliyepotea njia huku wengine wakimchukulia waki kama mtu jasiri ambaye akubali kuishi maisha ya unafiki. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema kuwa nafasi kama hiyo inaweza kutu kutumika kumtia moyo kuleta mabadiliko kwa kutumia hadithi yake ya maisha. Katika maoni yaliyokusanywa kutoka kwa watumiaji wa mitandao, wengi wangeshauri Amber Ruty aweke nguvu kwenye kuelimisha vijana, hasa mabinti, kuhusu kujiamini, kujitambua na kujilinda dhidi ya madhara ya maisha ya mtandaoni. Aidha, wapo wanaoamini kuwa amba bado ana nafasi ya kugeuza taswira yake kutoka umaarufu kuakiki hadi kuwa mfano wa mabadiliko, kwa kutumia sauti yake kuwainua wengine. Katika ulimwengu wa sasa ambako umaarufu unaweza kugeuzwa kuwa chombo cha mabadiliko, swali kama hili linatoa fursa ya kutafakari nafasi ya watu maarufu kama Amber Ruty katika jamii. Mtu mmoja anaweza kuambia mabadilika, mwingine akasema endelea kuwa wewe, lakini wote wanakiri kuwa sauti yake ina ushawishi mkubwa. Mimi naitwa MDJ ya kumi na sita <laughs> na, na hii ni Saidi TV Media, na hiki kipindi chetu kinaitwa Habari Link, au vipi? Nakuwa nakupa stori za masuperstar au vipi, eh, famous, watu maarufu fulani hivi au vipi. Sasa nakwambia kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, pia kushare kwa rafiki na ndugu waweze kupata taarifa hizi hapa, ndio. Eh, usikimbie, usikimbie, unabidi ushare upate update mob au vpn. uh, je, uh, tambua kwamba pia Saidi TV Media tunapatikana, makao makuu yetu yapo Australia, na ofisi au matawi ili mitawa ambalo lipo Dar es Salaam. Pia tuna tawi jingine Kinshasa huko Kongo alafu na Bujumbura huko Burundi. um, kwa stori zaidi unabidi ukae karibu na chaneli yako ya Saidi TV Media alafu na Saidi TV2 Media au vipi. Kwenye social media tunatumia Saidi TV Media Instagram, uh, Facebook pamoja na TikTok. Sasa hivi unaweza ukatufolo ili usipitwe na taarifa, mambo ambazo zinakuwa zinaendelea au vipi. Lengo la la Habari Link ni kus, kukusogezea stori za masta kila siku. Hao vipi? Sasa leo uh, ubaoni, tulikuwa naye Amber Ruty. Je, uh, swali ambalo lipo online kwamba tunauliza tuna uh, ukipata nafasi ya kuzungumza na Amber Ruty ni kitu gani cha cha kwanza ungeweza kumwambia? Niachie komenti yako hapo, alafu next nitakuja kupitia hizo comment, alafu nakuwapa mashavu. Lakini shukurani kwa wote ambao mnazidi um, kusupport channel yetu au vipi, eh, ni mnaonyesha love ya kutosha au vipi eh? Mimi nikutakie wakati mwema. Bye bye.